Ikiwa umewahi kujiuliza kwa nini ushuhuda wako kama Mkristo, maneno yako, juhudi zako, labda mfano wako hauonekani kuwa na athari kwa Bwana kwa wale wanaoishi karibu nawe au wanaofanya kazi na wewe au shuleni na wewe, basi nataka kukutia moyo leo na ushuhuda na maisha ya Yeremia. Ulimwengu wake hautamsikiliza, Yuda inakimbilia kwenye uharibifu wa kibinafsi na hatimaye hukumu ya Mungu, na Yeremia alifanya akila awezalo Kuzuia ajali hii ya kitaifa. Lakini ukweli ni kwamba Mungu hakumpa Yeremia matumaini ya uongo kuhusu taifa lake Yuda. Hata hivyo kutakuwa na watu binafsi ambao wangesikiliza ujumbe wake watatubu, na hii ndiyo sababu tunamkuta Yeremia akiwahimiza watu binafsi kutubu, huku akitoa ujumbe wa hukumu kwa taifa zima. Kwa kweli, huo ndio aina ya ujumbe Nitakaotoa leo. Sina matumaini yoyote wa taifa lolote. Mungu hajalipa kanisa leo agizo la kufikia mataifa. Agizo kuu kutoka kwa Bwana ni kwenda na kufanya wanafunzi kutoka ndani ya kila taifa, na kama ninavyosema mara nyingi, Mungu hajatuita kuokoa Amerika; ametuita kupeleka injili kwa Wamarekani na kwa Wafaransa na kwa Waafrika na, na Waasia. Sasa bila shaka, ikiwa watu wa kutosha wataamini, inaweza kubadilisha taifa, kama ilivyofanya Ninawi kupitia mahubiri ya nabii Yona. Sasa hapa katika sura ya saba katika kitabu cha Yeremia, tutangazia sura ya saba hadi sura ya kumi tuna mahubiri moja tu. Mara nyingi huitwa mahubiri ya hekalu. Sura ya 26 inarejelea mahubiri hayo hayo, na nitataja hapa kwamba mahubiri au unabii wa Yeremia hayajapangwa kwa mpangilio wa wakati; yamepangwa kwa mada, kwa maudhui. Mahubiri ya Yeremia tutakayojadili leo yanaweza kuitwa taifa moja chini ya hukumu. Hii itaelezea hatima ya Yuda na kwa kweli taifa lolote linalomkataa Mungu katika historia ya binadamu. Sasa hoja ya kwanza ambayo Yeremia atatoa inahusu imani ya watu iliyowekwa mahali pasipofaa. Na sura ya saba inaanza na Bwana akimwagiza Yeremia kwenda kusimama kwenye lango la hekalu na kuzungumza na watu hao wanaokuja kumwabudu Bwana. Na nabii anaweka wazi hapa katika aya ya tatu kwamba kuna ibada halisi kidogo sana inayofanyika katika siku hizi. Anasema, hivi ndivyo asemavyo Bwana wa majeshi, Mungu wa Israeli. rekebisheni njia zenu na matendo yenu nami nitawaruhusu kukaa mahali hapa. Msiweke imani yenu katika maneno haya ya udanganyifu. Hii ni hekalu la Bwana. Hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Unajua, inaonekana watu wanakuja kuabudu na wanarudia kauli hii. Hii ni hekalu la Bwana, hekalu la Bwana. Kweli wanarudia tu, tena na tena kama ni aina fulani ya hirizi ya bahati. Kana kwamba uwepo wa hekalu la Bwana pekee utawalinda sawa hebu niwaambie hekalu sihirizi ya bahati bila toba na ibada ya kweli ni jengo lingine tu kwa kweli ni kama kanisa lenu unaweza kwenda kanisani kwenu sihirizi ya bahati isipokuwa moyo wako uko sawa na mungu kwa kweli mungu anatoa ur ushahidi wa hili sasa hapa katika mstari wa 12 shukeni mpaka mahali pangu palipokuwa chilo ambapo nilifanya jina langu likae hapo mwanzoni namuan muone nilichokifanya kwa sababu ya uovu wa watu wangu israeli shilo ilikuwa mahali ambapo sanduku la agano lilikaa kwa zaidi ya miaka mia tatu shilo ndipo eli alihudumu na samueli mdogo alikulia lakini uwepo wa sanduku sanduku hilo la dhahabu u uh, halikuwa hirizi ya bahati nzuri hilo halikuokoa chilo kwa kweli mimi binafsi nimesimama pale Shilo na nimeangalia vilima vinavyozunguka eneo hilo ambapo makabila ya Israeli yalikuwa yakiabudu, na vipande vya viungu vya udongo bado vipo. Maelfu ya miaka baada ya watu hao kusherehekea Pasaka hapo, leo ni mahali patupu. Hakuna uchawi, hakuna uwepo wa kiroho wa kiajabu. Kwa kusema hivyo, sikuhisi chochote mahali hapo. Unaona, Mungu anawaambia watu wake hapa kupitia Yeremia, mnaweza kuendelea kutazama hekalu mnavyotaka, lakini haitawasaidia. Tumaini lenu halipaswi kuwa katika mahali, linapaswa kuwa katika mtu, na mtu huyo ni Mungu wa kweli na aliye hai. Sasa Yeremia anasema katika mistari michache inayofuata kwamba watu pia wanamwamini mungu asiye sahihi. Mstari wa 18 unasema watoto hukusanya kuni, baba huwasha moto na wanawake hukanda unga ili kutengeneza mikate kwa malkia wa mbinguni. Sasa kuna uwezekano mkubwa kwamba malkia wa mbinguni anayetajwa hapa ni mungu wa Ashuru na Babeli aitwaye Ishta. Sasa tunajua kutoka kwa historia kwamba watu walitengeneza mikate maalum kwa ajili ya Ishta na walimuita malkia wa mbinguni. Lazima niseme, kama ningekuwa Mungu ningehakikisha mikate hiyo inachomeka kabisa kila mara Muisraeli anapojaribu kuoka moja kwa kweli. Labda ningewasha moto majiko yao kama siyo jikoni mwao, lakini Mungu anawaonya kwa uvumilivu badala yake. Sasa hoja ya pili katika mahubiri ya Yeremia inahusu siyo tu imani yao isiyo sahihi, lakini sasa pili, ukataa kwao sheria ya Mungu na hiyo ndiyo inayoangaziwa hapa katika sura ya nane inapoanza na hapa katika mstari wa sita tunasoma, kila mtu anageukia njia yake mwenyewe kama farasi anayekimbilia vitani kwa kasi. Taifa limejitenga sana na neno la Mungu kiasi kwamba Mungu anaendelea kusema kupitia Yeremia hapa katika mstari wa saba, watu wangu hawajui sheria au sheria za Bwana. Sasa usijaribu kuwaambia hivyo. Watu wanadai wanachukua maamuzi sahihi. Wanasema hapa katika mstari wa nane sisi ni wenye hekima na sheria ya Bwana iko nasi. Kweli wanadai wanafanya jambo sahihi. Ukweli ni kwamba viongozi wao wa kidini wamepotosha sheria au neno la Mungu. Yeremia anarekodi hilo hapa katika mstari wa nane, kalamu ya waandishi wa uongo imegeuza neno la Mungu kuwa uongo. Je, si hiyo ni kawaida? Viongozi wa dini wa uongo wana uwezo wa ajabu wa kuchukua neno la Mungu na kuligeuza juu chini na na kulipotosha ili kukataa kile inachosema waziwazi na na na, na hata kuwafanya watu wajisikie vizuri na kutenda dhambi. Unajua kwa miaka mingi nimekuwa na wanandoa ambao hawajaolewa wakija ofisini kwangu na kuniambia kwamba Mungu alikuwa sawa kabisa na wao kuishi pamoja kwa nini? Unajua wanachofanya kilikuwa na maana kamili. Naam, watu wa Yuda wanadai kibali cha Mungu kwa kufanya jambo lile lile. Lakini Mungu anasema hapa katika mstari wa tisa wamekataa neno la Bwana na kwa hiyo hukumu inakuja. Mstari wa kumi na sita unaelezea kwa uwazi wavamizi wa Babeli wanaokuja kwa sauti ya mgurumo wa farasi wao, nchi yote inatetemeka. Wanakuja na kuangamiza nchi na vyote vilivyomo, mji na na wale wanaoishi ndani yake. Ninatuma kati yenu nyoka ambao hawawezi kutulizwa, na watawauma, asema Bwana. Wo, onyo gani la kushindwa na uharibifu na maumivu na kifo ambacho kiko njiani. Lakini hebu niwaambie, kupitia yote haya bado kuna mwaliko huu kutoka kwa Bwana. Hapa katika sura ya tisa, sasa kwenye mstari wa ishirini na tatu tunasoma mwenye hekima asijisifu kwa hekima yake, mwenye nguvu asijisifu kwa nguvu zake, tajiri asijisifu kwa utajiri wake, bali ajisifue ajisifu kwa hili kwamba ananifahamu na kunijua mimi, kwamba mimi ni Bwana ambaye hufanya upendo wa kudumu haki na uadilifu duniani. Kwa maneno mengine, kumjua na kumfuata Mungu kunakuokoa kutoka kwenye hukumu ya Mungu huishi kwa ajili yako mwenyewe kuamini hekima yako, nguvu zako, akaunti yako ya benki, basi hiyo italeta haki au hukumu ya Mungu. Sasa sura ya kumi itazingatia dhambi ya ibada ya sanamu na na na itafanya wazi kabisa kwamba ni upumbavu wa hali ya juu. Mungu anasema hapa katika mstari wa kumi na moja miungu ambayo haikuumba mbingu na dunia itatoweka kutoka duniani na kutoka chini ya mbingu. Anasema hapa katika mstari wa kumi na nne, hakuna pumzi ndani yao. Mstari wa kumi na tano, hawana dhamani, ni kazi ya udanganyifu. Kwa maneno mengine, unaweza kutengeneza mikate yote duniani na kuileta kwa miungu na miungu mikuu hii na kuiweka pale kwenye miguu yao midogo ya sanamu. Unaweza kumuita Ishtar malkia wa mbinguni, au au chochote unachotaka kumuita, lakini ametengenezwa kwa mbao, amepambwa kwa fedha na dhahabu lakini yeye na miungu mingine yote iliyotengenezwa na binadamu haina uhai, hakuna pumzi ndani yao. Hawawezi kutembea, hawawezi kuzungumza, na hakika hawawezi kusikia maombi ya mtu yeyote. Unamsikiliza nani leo? Je, wanakuongoza kwa Mungu wa kweli na aliye hai? Basi unamfuata nani leo? Nikuambie, hakuna malkia wa mbinguni, lakini kuna mfalme wa mbinguni. Kwa kweli Yeremia anasema hapa nyuma katika mstari wa kumi, Bwana ndiye Mungu wa kweli, yeye ni Mungu aliye hai na mfalme wa milele. Hapo unayo. Yeye ndiye mfalme wa kweli wa mbinguni. Basi, hadi safari yetu ya hekima inayofuata, neema ya Bwana Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika wa Roho Mtakatifu uwe nani nyote. Amina.